imeanza kidogo kidogo, naenda mdogo mdogo, lakini mpaka kufika kisha pambazuka itakuwa kubwa sana. Au una hofu kitumbua akingie mchanga? Kingie mchanga kitumbua, chakwaon itaingia mchanga. Na nimeona je, si mchanga. Leo kwenye peji mnacheka. Vibaya sana, vibaya sana. Sana tunacheka mpaka tunacheka tunacheka tena. Mtani wako ukiona na, Anafungwa. Yani, yule, yule kwanza akifungwa mpaka nafurahi kwa sababu wale maneno mengi sana. Kwa sababu mpira uwanjani ha, hawezi kucheza mpira. Walitumia wawali maneno maneno kukejeli ili watu kufanya nini kwamba labda kuna mechi ngumu kucheza. Kwa kwa hiyo leo walikuwa wana style yao kwamba wanasema kwamba tunawapiga goli tano tunawapiga goli sita lakini wao wa, wa, wenyewe leo hicho kiona ndio hicho wampiga goli moja na mechi kwao imeishia hapo. Shukrani sana. Asante sana. Asante.